Leo kupitia bandari ya Dar es Salaam tunakusanya zaidi ya shilingi trilioni moja kwa mwezi. Ni fedha nyingi. Na katika fedha hizo tunazokusanya, tofauti na zamani, tulikuwa tunakusanya bilioni mia nane na hamsini. Alafu karibu asilimia themanini tunatumia wenyewe. Kwa mapato leo, baki inakuwa kidogo. Sasa hivi mzigo wote umekwenda kwa mwekezaji na fedha yote tunatia kibindoni, ndio maana tunaona mapato yanaongezeka, tunaweza kuwahudumia Watanzania vizuri. Kwa hiyo mradi huu umelipa, bandari iko bize, wenzetu wameleta teknolojia wameleta ujuzi, wameleta mifumo ya kufanya bandari iendeshwe kwa ufanisi, na sasa mafanikio ma kwenye bandari ya Dar es Salaam umeongezeka. Tunaanza kupata shida sehemu za kuweka mizigo, na ndio maana sasa bandari kavu ya Kwala inakuwa muhimu, bandari kavu tutakayojenga Dodoma itakuwa muhimu, Isaka Mwanza, uh, Isaka pale Mwanza na Kigoma na kwingineko ambako tutaona kuna faida. Morogoro pia tunapanga kuweka bandari kavu, ili wenzetu wanaotoka kusini, mikoa ya kusini, mizigo yao badala ya ku hangaika kuhifadhi jirani na bandari ya Dar es Salaam, wakaishusha Morogoro, waipeleke ku nyumba Songea, na nyii kwenu, John, kwenu Mara, mkaipokee pale Mwanza, mpeleke Mara, kusiwe na tatizo lolote. Mambo haya yatakapokuwa yamekamilika kwa upande wa ujenzi wa reli